Na sio tu ndege, ndege ya kwenda Misri, sio ya kwenda Rungwe, kwani ya kwenda rungwe nashidaana. Tumebaki peke yetu, tunatumia hii terminal three. Ah, uliona mbali, sema kwa pweke kusema hapa, sisi ni watu wachoyo <laughs> tunapenda, tuna vitu vyetu peke yetu. Watoto wote chali sasa hivi wanapambana, na watu wengine wanaenda zao Mpanda, e, e, Airport ya kwenda Songwe ile, wengine wako zao kwenye sigara sasa hivi <laughs> wanantafsa Dodoma e. Terminal yeah 3. Tumebaki wenyewe sasa. Matai kuna haya mashindano. Sasa mchezo na mashindano ya Afrika hakuna timu za kudhamini huku. Unaweza kaingia Misri lakini ukupeleka balozi huku wenyewe. Huku tu kwenyewe tutatamba. Eh, au kaenda kumshangaa Farao mm -hmm. Eh, au mapiramids eh. Lakini kwenye mechi ni sisi pekee yetu Afrika. Najua sasa hivi Simba anatoka Tanzania anakwenda Misri eh. na wengine wanafanyaje? Wanakwenda Tabora mm -hmm. sijui lini <laughs> <laughs> kupanga ni <kuchagua>. <laughs> <laughs> eh <Nime chagua> nini? <laughs> tumechagua mafanikio wow. Eh, Misri sasa hivi mm -hmm. eh, wenyewe abaki na maandamano

Pembezoni yake unapita mfereji wa Suez kanali ni hatari bana. Soma kwa jiografia, eh, kuna meli zinapita pale kutoka Ulaya ya Mashariki zinakuja Asia na Tanzania kuleta mizigo eh. Ah, wanaweza kupanda hizo. Wewe unaenda wapi we, we? <laughs> <laughs> <laughs> <Hizo mna> tu. <unanyieti. laughs> Hiyo ni sisi tuwenyewe subiri kwenda Uyui. Tabora hiyo, tarehe mbili wako Uyui hapo Urambo. Kaliua. Tuko kanali.